Mtawaliwa wa dawa za kulevya anakuwa ana anakuwa na zile behavior ambazo hazistahili katika jamii. Ni kwa sababu gani? Anakuwa na zile behavior ambazo hazistahili katika jamii ni kwa sababu ya ile nguvu ya msukumo ambao anaupata e, au lile shinikizo ambalo anakuwa analipata kwa mwili kuweza kuwa na uhitaji wa matumizi ya dawa za kulevya, na ndio maana mm, mara nyingi mtu huyu kutumia njia mbalimbali za kuweza kudanganya e, njia mbalimbali za kuweza kumlagai mtu kuisurumu e, wakati mwingine e, mtu huyu anaweza kuweza kuiba cha mtu ili mradi kuweza kupata pesa kwenda kutumia vilevi mm. Kwa sababu e, akili yake au fikra yake inakuwa imetawaliwa na hicho kitu kimoja, lakini pia mwili wake unakuwa hauko katika hali za kawaida, lakini hisia zake anakuwa na utupu, yani kama kuna kitu fulani ambacho anakuwa amekikosa anakuwa amekikosa ndani yake kunakuwa kuna utupu e, wakukosa hicho kitu ambacho kimetawala fikra zake, lakini tiba kwa mwili wake A, lakini wakati mwingine hicho kitu anapoweza kukipata anapoweza kukitumia e, huathiri mfumo wa fahamu e, na hasa ubongo wa mbele ambao unashughulika na shughuli zote kuweza kutoa maamuzi. E, anaweza akajikuta huyu mtu anafanya vitendo ambavyo moja kwa moja e, vinakinzana na sheria. Mfano wake e, anaweza akawa, ame ame amegombana na mtu jambo dogo sana sana, lakini akawa na mihemko akaleta vurugu kubwa sana. E, mwisho wa siku watu e, au huyu mtu anachukuliwa na kuweza kupelekwa katika kituo cha polisi. Lakini pia kama unavyofahamu e, na baadhi ya sheria, mfano hizi sheria za usalama barabarani wanakwambia don't drink and drive. Nakuta mtu ameshakunywa eh, alafu anaendesha chombo cha moto, labda anaweza kusababisha ajali ambayo ikamsababishia kifo yeye, yeah, yeah, au aidha kifo kwa watu wengine eh? au ajali mbaya ambayo ikaleta matatizo mbalimbali mbali kwa watu wengine hmm? eh? Unakuta huyu mtu tayari ameshavunja sheria, ni kwa sababu wame endesha gari akiwa amekunywa. Kwa hiyo tunapoweza kwenda kuzungumzia jela e, si lazima kwamba huyu mtu atumie zile dawa za kulevya ambazo hazijathibitishwa kisheria peke yake, hata kwa wale watu ambao wanatumia dawa za kulevya ambazo e, au vilevi ambavyo vimethibitishwa kisheria e, eza akajikuta anafanya matendo ambayo moja kwa moja yakawa kinyume na sheria, na mwisho wa siku huyu mtu anakuwa polisi Customer. Na kuzungumzia police, customer, eh, ni mteja wa polisi. Na maana huyu mtu anafanya uh, matendo ya uvunjaji wa sheria mara kwa mara <coughs> na hii hutokea sana kwa waraibu eh. Ndio maana unaambiwa mwisho wa uraibu unaweza ukawa ni jela, lakini pia eh, wanasema mwisho wa uraibu ni jela eh, au wakati mwingine kifo eh, kifo haimaanishi kwamba E, mpaka huyu mtu awe anachanganya dawa ya kulevya zaidi ya moja, labda huyu mtu ameweza kupata overdose mm. Kifo inaweza ikawa wakati mwingine hata ugomvi tu e, ameshalewa tayari, ameshatumia hivi vilewesho, mwisho wa siku anashindwa kuweza kufanya maamuzi aliyokuwa sahihi, jambo dogo akajikuta anafanya kitendo ambacho moja kwa moja e, e, anaweza ku sababishia mtu madhara makubwa au mtu akafanya tabia ambazo e, moja kwa moja za uhalifu. Mwisho wa siku e, akajikuta huyo mtu e, anapigwa na raia wenye hasira kali na kuweza kupoteza maisha. Lakini wakati mwingine hizi dawa za kulevya zinaweza kusababisha tu ukapata e, ugonjwa wa akili e, na tunasikia kila siku watu e, upata hii changamoto Uh, ya afya ya akili na wanajikuta wanajiua wao wenyewe. Kama unavyofahamu kuna baadhi ya dawa uh, za kulevya zinaweza kukupa ile overthinking eh, jambo dogo ukaligeuza yani kichuguu kakigeuza kuwa mlima na mwisho wa siku ukajikuta unafanya maamuzi magumu, kwa sababu unakuwa hauko katika hali za kawaida. Ndio nasikia mtu amejiua, ambaye sasa inakuwa ni dawa ya kulevya imetengeneza afya ya akili na mwisho wa siku ukafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Hmm? Lakini pia uh, hizi dawa za kulevya eh, zina mahusiano na magonjwa mbalimbali ya kimwili naweza, hmm? akawa mtu anatumia hivi vilevi let's say, kama wale ndugu zangu. Wengi sasa hivi, watu wengi wanakunywa pombe zile kali kupitiliza, wanasahau eh, kwamba wao wana figo, wao wana ini, kwa sababu eh, watu wengi sasa hivi tunaona, uh, hasa watumiaji wa hizi pombe kali amekuwa na changamoto ya kuweza kupata magonjwa, ugonjwa wa ini na ugonjwa wa figo hmm, ambapo sasa anapokuwa mraibu mtegemezi wa hizi pombe kali, mwisho wa siku eh, ini limeshaanza kuleta shida au figo imeshaanza kuweza kuleta shida. Afu sasa anajikuta na kile kilevi sasa ameshakuwa ni ni out of control. Yani, kile kilevi ndio kinamcontrol yeye kwamba ni lazima atumie ili arudi katika hali za kawaida. Alafu wakati huo ni lazima aache, asinywe ili apate matibabu ya ini. Kwa hapo ndo changamoto inapoanzia, na ndo maana wengi huacha dawa za kihospitali kwa yale magonjwa waliokuwa nao ya kimwili, na hujikuta wanaendelea kulewa, na mwisho wa siku huyu mtu anaweza kupoteza maisha.